Majina anaitwa Rajabu Guliko, ni mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani ya mkoa huu wa Mbeya. Leo tarehe 29 mwezi wa 3 2025, kamati imeweza kukabidhi vifaa mbalimbali au vitendea kazi kama kompyuta kompyuta saba, kwa maana ya kila wilaya kuwa na kompyuta yake like mpya, lakini pia kuna photocopy machine, heavy duty kubwa moja ambayo ipo kwenye ofisi ya RTO. Lengo ni kurahisisha au kusupport utendaji kazi kwenye mambo ya usalama barabarani ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, na dhumuni kubwa ni kuhakikisha kwamba utendaji unakuwa rahisi na kuweza kupunguza ajali au matukio mbalimbali ya ajali kwa lengo la kupunguza vifo au majeruhi ambayo yanakuwa yanapatikana kutokana na hizo ajali. Kwa hiyo huu ni mwanzo, kamati imeweza kukabidhi, lakini tunaendelea kuangalia priorities kutokana na mawasiliano ambayo tunayo na katibu wetu ambaye ni RTO ndani ya mkoa wetu wa Mbeya atakuwa anatuambia mapungufu, lakini na sisi pia tutakuwa tunapita, tunaona kwa ajili ya kurekebisha, ili tuweze kuboresha kabisa na hatimaye, ikiwezekana, kuweza kuweka kila kitu kikae sawa katika utendaji na kuweza kusimamia vizuri utendaji au uh, usalama barabarani ndani ya mkoa wetu. Aa, mimi kwa majina anaitwa mrakibu wa polisi Notka Primus Kilewa ni RTO Mbeya, lakini kwa muktadha huu ni katibu wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya. Ah uh, binafsi naishukuru kamati pamoja na kwamba mimi ni mmoja kati ya wanakamati, lakini naishukuru kamati kwa kukubali, uh, ombi letu la kupitisha uh, maombi ya kupata vifaa vitendea kazi, kwa maana hizi kompyuta. Wilaya zetu zilikuwa zina mapungufu sana ya vitendea kazi, hasa kompyuta, katika kuandaa taarifa. Nafanya kazi lakini tupate takwimu uh, na uandaji wa taarifa, tukiamini kwamba taarifa ndio inatuongoza kutuonyesha wapi kuna mapungufu na wapi uh, tuelekee. Kwa hiyo bila kuwa na maneno mengi, tunashukuru tumepata uh, heavy duty photocopy machine ambayo wanasema ni 3 in 1, ina scan, inatoa copy uh, na kuprint, lakini pia tumepata kompyuta moja ofisi ya RTO na kila DTO atakuwa na kompyuta tunasisitiza, na mlezi wetu ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, amesisitiza kutunza na tutumie vizuri vifaa, lakini pia kama alivyosema mwenyekiti tutaendelea kuboresha mapungufu yaliyopo kwa kununua vitendea kazi vingine ambavyo kwa kadri ambavyo nafasi itapatikana. Naitwa Kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi Benjamin Kuzaga, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. E, kwanza ni mshukuru Mungu e, kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya tunafanya kazi kwa kushirikiana na wadau wengine na tumeshuhudia leo, kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya ambayo mwenyekiti wake ambaye ni Rajabu Guriku ameweza kufika katika viwanja hivi na kutukabidhi sisi jeshi la polisi vitendea kazi kompyuta saba mpya ambazo zimetolewa na kamati ya usalama barabarani kuhakikisha kwamba zinaenda kusaidia sasa utendaji kazi wa uandaji wa taarifa zilizo sahihi na zinatumiwa na kikosi cha usalama barabarani. Hii yote ni katika kuboresha utendaji kazi wa jeshi la polisi katika mkoa wa Mbeya. Na vifaa hivi ambavyo tumepokea leo tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Na tunaomba na wadau wengine ambao wataguswa na wataona kwamba kweli wako tayari e, kusaidia jeshi la polisi tunawakaribisha sana. Lakini kwa jinsi ambavyo kamati hii ime, ime, imeguswa na kutoa e, kompyuta saba ni jambo la kushukuru sana. Na nimeomba vifaa hivi kwamba wale watakao kwenda kuvitumia ambao ni watumiaji kwenye maofisi wavitunze kwa ajili ya kukaa navyo muda mrefu ili viweze kusaidia katika shughuli nzima za jeshi la polisi. Lakini kingine tumesema eh, kwa sababu sasa hivi sisi tuna program ya askari wote kujifunza matumizi ya TEHAMA, kwa hiyo tunaamini kwamba uh, kama tutaendelea na hizi program kwa muda mrefu kwa hao askari wote tulioko katika mkoa wa Mbeya basi tutajikuta matumizi ya hivi vifaa ni rahisi zaidi kwetu na havitatusumbua kwa sababu kila mmoja atakuwa na uelewa navyo, na ndio tunavyotakiwa kufanya kazi hii kwa kutumia e, TEHAMA katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunashukuru sana e, na hawa wadau ambao wameliona jeshi la polisi likifanya kazi na wakaona kwamba waboreshe. Nafikiri tu, tuombe tuombe waendelee kutusaidia na hivi hizi kompyuta tutagawa katika wilaya zote za mkoa wetu wa Mbeya, ili e, taarifa sasa zisiwe zinachelewa na zije kwa wakati.